na kuhusieni na kuiusia nafsi yangu kumcha Allah azza wa jalla kwa kutekeleza kikamilifu yale aliyotuamrisha na kujiepusha na yale aliyotukataza. Katika aya ya 53 ya Suratul Isra, Allah subhanahu wa taala anatutahadharisha na kutufundisha jambo kubwa

waseme maneno ya usawa, wazungumze maneno mazuri wakati wote, iwe wakati wa ghadhabu, iwe wakati wa furaha, iwe wakati wowote, wazungumze yale mazungumzo yaliyokuwa mema. Kwa nini? Kwa sababu inna shaitana yanzau bainahum. Shaitan kazi yake kuu, anachochea ugomvi baina yao, na kwa hivyo mazungumzo yanaweza kutoa fursa nzuri kwa sheitan akatengeneza ugomvi shaitan, shaitan baina ya watu kupitia yale mazungumzo. Allah akamalizia aya hii akasema, inna shaitana kana lilinsani aduwan mubina, hakika sheitani siku zote alivyo kwa mwanadamu ni adui wa wazi wazi. Allah azza wa jalla katika aya hii anatutahadharisha na sheitani, na anatueleza miongoni mwa mambo ambayo tunapaswa kuyafahamu na kuyazingatia ni kwamba kazi kubwa miongoni mwa kazi za shaitani ni kuchochea ugomvi, yanzau bainahum, anachochea ugomvi sheitani baina ya watu. Na kwa hivyo unapojiona wewe na mwenzako mna ugomvi hampatani, basi mjue shetani hapo mbali. Kwanza na nafsi zenu ambazo zimekupelekeni huko, lakini na shetani anafanya kazi yake, na kadri utakavyodumu ugomvi wenu kwa muda mrefu, maana yake nyinyi mmetoa nafasi nzuri kwa shetani, akutawaleni, akusimamieni, akutekeni. Mumempa shetani nafasi nzuri na kwa hivyo basi ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala, ameshatueleza hili, maana yake nini? Maana yake tunatakiwa kumshinda shetani na kupambana na nafsi zetu katika kuzungumza yaliyo ya, ya kheri, lakini pia kuondosha ugomvi na uhasama ulio baina yetu. Tukiona kuna ishara tu za ugomvi na uhasama baina yetu, basi tujue hapo shetani anafanya kazi, na huyo, Allah amesema ni adui yetu, adui wa wazi kabisa. Na kwa hivyo na sisi tumfanye kuwa adui, tumpige vita shetani. Ndugu zangu wapendwa Waislam, nimeitanguliza aya hii kutokana na maudhui ambayo nalenga kuizungumza kwa dakika chache Insha Allah, na maudhui yenyewe ni kuhusiana na miamala ya Waislamu baina yao wao kwa wao, bali Waislamu pia kwa wasiokuwa Waislamu, kwa sababu Mwislamu anatakiwa aishi vizuri na Mwislamu mwenzake, lakini pia Mwislamu anatakiwa aishi vizuri na yule asiyekuwa Mwislamu, kafiri, muda ambao hakupigi vita wewe Mwislamu, kafiri, muda ambao haidhalilishi dini yako, muda ambao hakunyimi uhuru wa kuabudia na kutangaza dini yako Hutakiwi kumdhulumu au kumkandamiza au kumtesa bila ya sababu. Basi hilo kwa muislamu mwenzako, ndo zaidi. Miongoni mwa mambo ambayo yapo katika jamii zetu na yanaonekana hivi sasa ni mambo ya kawaida, ni mambo ya watu kuhasimiana, Waislamu, muislamu na muislamu mwenzake kuhasimiana, uhasama usiokatika. Na hili ndilo ambalo nakuhusieni ndugu zangu, na kuihusia na nafsi yangu, kwamba miongoni mwa makosa makubwa mno ambayo yatamzuia mtu kuingia peponi siku ya kiyama hata kama duniani alifanya matendo mazuri kiasi gani ni jambo la yeye kuwa na uhasama na ndugu yake Muislamu, bali baya zaidi ni yeye mtu kuwa na uhasama na ndugu yake wa damu, wa familia au wa ukoo, hilo ndo baya zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyoisimulia sahaba Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu

yupo Kenya, hiyo sio kumhama. Kumhama manake ni kumkata, akaondosha ule undugu, akawa ni hasimu wake. Mtume anasema si halali kwa muislamu kumhama ndugu yake zaidi ya siku tatu, yaltaqiyani fa yasuddu hadha wa yasuddu hadha, wakawa hali wakikutana, kila mmoja anamvimbia mwenzake, kila mmoja hataki suluhu kutoka kwa mwenzake, kila mmoja anajiona yeye ndo kakosewa, anyenyekewe yeye wa khairuhuma alladhi yabda'u bissalam, lakini Mtume akamalizia kusema na mbora katika wawili hawa ni yule atakayejishusha akaanza kumtolea salamu mwenzake, akatafuta suluhu kwa mwenzake, huyu ndiye mbora. Sasa hii ni hadithi ambayo Mtume anatubainishia wazi kwamba ni haramu muislamu kununiana na ndugu yake mwislamu zaidi ya siku tatu akamkata. Bali baadhi ya wa waislamu hufika kusema kumwambia ndugu yake, tena huenda ndugu yake wa familia au wa ukoo, tusizikane mimi na wewe, usinijue kuanzia leo. Basi mwislamu huyo ambaye atamkata ndugu yake akamnunia akawa na uhasama naye mkubwa, ajue kwamba akifa katika hali hiyo Hatoingia peponi, na haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi sahihi anasema Mtume, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, mtu ambaye jamaa zake anawakata ndugu zake anawakata, wana uhasama, hawasaidiani, hawawasiliani, wana ugomvi, hawasemeshani, hawapatani kwa chochote, basi Mtume anasema mtu kama huyo hatoingia peponi kwa sababu amekata undugu. Ndugu Muislamu mwenzako ambaye si ndugu yako wa damu wa karibu wa familia, ni haramu kumnunia na kukatana naye. Ikiwa ndugu yako sasa, jamaa yako wa karibu, ndo ni kosa kubwa zaidi. Anasimulia mmoja katika masahaba Abu Khirashi As-Sulami radiyallahu anhu anasimulia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, na haya ni maneno yaliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema man hajara ahahu sanatan kasaf kidamihi, yule atakayemhama ndugu yake mwaka mmoja, mwaka mzima, yani ikawa mpaka unafika mwaka hawasemeshani, wana ugomvi basi huyu ni kama kwamba kamwaga damu yake, ni sawa sawa na aliyemuua ndugu yake. Haya ni maneno ya Mtume, na Mtume amezungumza kwa uzito kuonyesha ukubwa wa dhambi hii ya kumkata ndugu yako. Anasema Mtume, ukifika mwaka tu, kuna ndugu bado anauhasama na ndugu yake mwaka mzima, huyo ni sawa sawa na aliyemwaga damu yake. Kasafki damihi, ni kama vile amemwaga damu yake, ni sawa sawa na aliyemuua Huonyesha uzito wa kosa hili, ndugu zangu Waislamu. Kwa hakika maisha yetu tunayoishi sisi binadamu ndivyo tulivyoumbiwa na Allah, ni lazima tutakwazana, ni lazima ni lazima tutakerana, tutaudhiana ni lazima. Huwezi kuishi na mwanadamu mwenzako kwa asikukwaze kwaze, haiwezekani na kwa hivyo ukikwazwa, basi usiwe na kiburi tena ukasema haiwezekani, sitaki niambiwe chochote kuhusu yule yule, amenikera jambo fulani mimi, ameniharibia jambo langu fulani. Ah, ah, Uislamu hautaki hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyoisimulia Abu Huraira radhiallahu anhu anasema: la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fauqa thalathin, faman hajarahu fauqa thalathin, famata dakhala nara. Si halali ni haramu kwa muislamu kumhama, kumnunia, kuwa na uhasama na ndugu yake muislamu, na Mtume anasema mwisho ni siku tatu. Zikizidi siku tatu, anasema yule ambaye atamuhama ndugu yake muislamu, ndugu yake jamaa yake, wakawa wana ugomvi zaidi ya siku tatu akafa mtu huyo hali ya kuwa alikuwa hasemeshani na ndugu yake ataingia motoni moja kwa moja. Haya ni maneno yaliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hatamki kwa matamanio yake, anachokitamka ni wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe, swali funga, toa zaka Nenda kahiji, toa sadaka, fanya unachofanya, lakini ukifa, umevuka siku tatu, umegombana na ndugu yako, jamaa yako wa karibu, ndugu yako Muislamu, hamsemeshani, mna uhasama mkubwa, ukifa katika hali hiyo, mtume anasema wewe ni motoni moja kwa moja, hutoingia peponi kamwe kwa sababu umekosa kigezo na sifa ya mtu kuingia peponi. Kwa hiyo ndugu zangu, tunakerana, kukerana kupo lazima. Ukiishi wewe na mkeo ndani ya nyumba lazima utamkwaza mkeo, na lazima yeye mkeo atakukwaza lazima. Ukiishi na rafiki yako lazima mtakwazana, na ndugu yako wa tumbo moja lazima mtakwazana, wewe na mjomba wako, wewe na baba yako mdogo, wewe na mama yako mdogo, wewe na shangazi yako, mtakwazana lazima. Hiyo lazima, kwa sababu haiwezekani kuamiliana baina ya watu wasikwazane kwa sababu binadamu wameumbwa ni dhaifu, ni wenye kukosea, ndo maumbile yao. Lakini basi likishatokea hilo, likitokea hilo, mkakwazana, sameheaneni. Na muislam bora ni yule anayejishusha, ni yule anayejishusha, sio yule anayejikweza. Hata kama wewe ndo umekerwa, ndo wewe umeudhiwa, basi hebu mfate ile ndugu yako ambaye amekuudhi ambaye hamsemeshani, mfate, mwambie nisamehe, omba msamaha, wewe jishushe. Kwa hakika kujishusha sio udhaifu, sio ujinga, huo ndo ushujaa wenyewe. Kujishusha, mwambie nisamehe, tuendelee kama kawaida, kwa sababu haiwezekani sisi kuishi katika hali hii. Tukifa ni hatari mbele ya Allah. Kuna mtu hasemeshani na baba yake mzazi, kuna mtu hasemeshani na wazazi wake, hasemeshani na ndugu yake aliyezaliwa naye pamoja, hasemeshani na jamaa yake. Hili jambo mtu aharakishe haraka haraka kulitatua, aende kwa mwenzake, wapatane, aache kibri, kwa sababu mtu ukimwona hataki kupatana na mwenzake, hata watu wakimsuluhisha hataki Manake ana chembe chembe za kibri, na Mtume anasema hatoingia peponi yule ambaye ana chembe ndogo tu, udogo wa mwisho ambao unaujua wewe e, chembe ya kibri, hatoingia peponi. Na kwa hivyo, ndugu zangu Waislamu, nakuusieni, nakuyusia nafsi yangu, tupatane. Mwislamu unatakiwa usamehe, upuuze na wewe utawakosea wengine maanake, na wewe usisamehewe. A a, na wewe usamehewe, ndo maisha yanavyokwenda. Semeshaneni, pataneni. Muislamu humtafutia ndugu yake udhru, ndivyo wanavyoishi Waislamu. Anasema Ibnu Manazil, almuminu yatlubu liikhwanihi maadhira walmunafiqu yatlubu liikhwanihi atharatin, mumini hutafuta kwa ndugu zake udhru Yani, manake yule mumini anapokerwa na ndugu yake, basi humtafutia udhuru. Kumtafutia udhuru maanake nini? Hutazama mema yake, hutazama ukaribu wake. Ah, yule lakini ni ndugu yangu, ah, hapa kateleza tu kibinadamu, kaghafilika, amepitiwa. Humtafutia udhuru, kuna mengi mazuri ameshanifanyia yule. Hiyo ndo sifa ya mumin na sifa ya mnafiki Yatlubu liikhwanihi atharat, mnafiki hutafuta kwa ndugu zake ile mitelezo. Yani mtu mnafik, dalili yake kubwa huwatafutia wenzake zile aibu, aibu, dosari, dosari zile, ili awaseme kwa watu, awadhoofishe, waonekane hawana maana. Ukimwona mtu kazi yake ni hii tu kutafuta aibu za wenzake na kuzisema kwa watu, ili awafanye hawana maana, waonekane wabaya, huyu ni mnafiki. Ni sifa ya mnafiki hii. Muumini hata akiudhiwa kikerwa, utafuta udhuru kwa ndugu yake. Basi na wewe tafuta udhuru kwa ndugu yako, ndo sifa ya muumini. Usikae tuna kibri, hatusemeshani tena, sitaki tena, tupatane? Sitaki tuzikane, sivyo? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi sahih, anasema sallallahu alayhi wasallam, tuftahu abwabu ljannati, hufunguliwa milango ya peponi, milango ya pepo hufunguliwa yauma lithnaini wa yauma alhamis, siku ya Jumatatu na siku ya alhamis. Ni hadithi sahihi, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi milango ya pepo inafunguliwa. Anasema Mtume fayughfaru likuli abdin la yushriku billahi shaian, kila mja husamehewa. Muhimu mja awe hamshirikishi Allah hafanyi dhambi ya shirki, lakini mja yeyote aliyepo kwenye ardhi siku ya Jumatatu na Alhamisi muda ambao huyu mja anatekeleza yale mambo ya wajibu ya faradhi, allahumsamehe madhambi yake bila hata kuomba, huyu mja Jumatatu na Alhamis. Lakini mtume anasema illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahnaun, isipokuwa mtu ambaye baina yake yake ofahia na ndugu yake wana ugomvi, huyu hapati ofa hii ya Jumatatu na Alhamisi ya kusamehewa fayuqal huambiwa malaika andhiru hadhaini hata yastaliha, hawa wawili kwanza waachieni, wangojeni. Hawa hawana ofa watakayoipata hawa ya kusamehewa mpaka wapatane, hawa ndo watasamehewa, lakini hawa hawasamehewi muda ambao wako katika ugomvi, uhasama baina yao. Ndugu zangu wapendwa Waislamu, Muislam ni wajibu wake anapokwazana na Muislamu mwenzake. Hili si khiari, ni wajibu amtafute Muislamu mwenzake wayamalize. Na akiendelea kuishi hivyo, zikipita siku tatu, ajue yuko katika ghadhabu za Allah. Akifa katika hali hiyo haendi peponi. Haya ndio mafundisho ya dini yetu. Na uhasama unavunja mambo mengi, unaharibu kizazi. Pengine ugomvi wenu kama nyinyi watu wazima, mathalan, unaweza ukahamia kwa watoto wenu, mkaharibu ukoo, mkavunja ukoo, na hilo ni kosa kubwa. Na pengine watu unakuta wanazozana kwa jambo dogo sana, dogo sana. Kuna watu wananuniana kwa sababu ya watoto, baina ya watoto wao kulitokea ugomvi, basi na wao tena wanahasimiana, au mwingine kampiga mtoto wake, wanahasimiana. Mambo ya kipuuzi kabisa. Ndugu zangu na saha zangu, ni kwamba turudi nyuma tufuate maamrisho ya Mtume Muhamad sallallahu alaihi wasallam. Haya ndiyo maagizo aliyotuletea kutoka kwa Allah. Tujishusheni, tuache kibri, tukae pamoja, tusemeshane, tutengeneze mambo yetu kwa pamoja. Allah atatusaidia na atatutatulia matatizo yetu mengi, na hasa matatizo ya siku ya Kiyama ambayo ndiyo makubwa. Hakuna utatuzi wake isipokuwa kupata rehma za Allah subhanahu wa ta'ala.